Wakati mwingine unapohisi milango inafungwa, unapojitahidi lakini mambo hayaendi, unapolia kwa sababu ndoto zako hazijatimia, usione kama ni adhabu, labda ni ulinzi kutoka kwa Allah. Kuna nyakati ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuzuia, si kwa kukuchukia, bali kwa kukulinda. Anaweza kukuepusha na kazi uliyoitaka, mtu uliyemtaka, au safari uliyoipanga kwa sababu anajua mbele kuna maumivu ambayo huwezi kuyastahili. Mili ni kama mtoto mdogo anaelia kwa kutaka kitu chenye moto, mzazi mzuri atamzuia si kwa kumuumiza, bali kumlinda. Ndivyo Mola wetu anatufanyia. Allah anasema katika Qur'an, na huenda mkachukia kitu na kumbe ni kheri kwenu, na huenda mkapenda kitu na kumbe ni shari kwenu, na Allah anajua, lakini nyinyi hamjui Suratul Bakara. Aya hii ni kama faraja kwa moyo unaoumia. Inakukumbusha kwamba Allah anaona zaidi ya macho yako. Tafakari. Fikiria mara ngapi ulilia kwa jambo usilolipata, lakini miaka michache baadaye ukagundua kwamba lilikuwa shari kwako. Hiyo ndiyo rehma ya Mola wako. Anakupangia njia bora hata wakati wewe huoni mantiki. Kuzuia ni aina ya upendo. Kuchelewesha ni aina ya rehma na ukimya wa Allah ni mawasiliano yenye hekima. Kwa hiyo unapojikuta kwenye kipindi cha kusubiri, usikate tamaa. Sema ya Allah, kama umenizuia, najua ni kwa sababu unajua lililo bora kwangu. Kumbuka, Mola hachelewi wala hastahabu vibaya. Kila hapana kutoka kwake ni ndiyo yenye baraka kesho. Kumalizia, usiache kuamini kwa sababu wakati Allah anakuzuia,